Karibu kuitazama Trust Media ikikutangazia moja kwa moja kutoka Nyanda za Juu Kusini. Jina langu ni Asimike Nyagewa. Leo tupo kwenye exclusive interview nyingine ambayo tunazungumza na mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye tuko naye hapa. Uh, machache kati ya mengi ambayo unatamani kuyafahamu kutoka kwake utakuja kuyafahamu hapa hapa. Cha kukifanya ni kuendelea kutegea sikio pamoja na kuitazama Trust Media ambayo awali kabisa nimekuambia nakutangazia moja kwa moja kutokea Nyanda za Juu Kusini na hapa ni Makambako, Njombe, Tanzania. Bwana bwana Yesu asifiwe. Amina sana, bwana asifiwe. Amina, amina, amina. Unaitwa nani, pengine wa kufahamu na unaimba mziki gani? Kwa majina, anaitwa Given Adrick Malekela, lakini naimba nyimbo za injili. Jina la muziki tunatumia nani au tunatumia hilo hilo? Natumia hilo hilo, Given Adrick Malekela. Ah, uh, safari yetu ya mziki imeanzia wapi pengine Isee, changamoto ambazo nimekutana nazo kwanza, kuhusu kwa safari ya mziki cha kwanza, yani niseme sijaanzia hapa Makambako, hapana, ila nimeanzia Dar es Salaam. Kwa sababu wakati natoka hapa kwenda Dar es Salaam, nilikuwa sina idea ya kwamba naweza nikawa mwimbaji au namna gani, lakini baada ya kuwa da, kukaa Dar es Salaam kwa muda mrefu kidogo, nikajikuta na tamani kuimba na, na uwiwa, yani inakuwa ninahitaji kitu kile kifunguke kwangu, lakini Mungu akawa ni mwema kwangu. Baada ya muda kidogo nikawa naandika nyimbo na sau, naandika nyimbo na sau. Lakini mwisho wa siku hivi yani kama ambavyo nipo ninaimba vizuri namtumikia Mungu kwa furaha sana. Right. Uh, so, tutaka tufahamu kidogo pengine hapa. Wimbo wetu wa uh, kwanza iza kurekodi studio unaitwaje? Wimbo wa kwanza kabisa unaitwa Usilie. Usilie. Yes. Hii ni idea ambayo tuliandika kutokana na yale ambayo tumepitia, au idea ilikuja uh, kutokana na mazingira ambayo tupo. idea uh, ilikuja kutokana na mazingira niliyopitia, lakini pia ni idea ilikuja pia kutokana na mazingira ambayo nilikuwepo. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuyanisha kati ya vile vitu ambavyo nimepitia mimi pamoja na mazingira ambayo nipo nayo kwa wakati ule, kwamba hivi kile ambacho nimekipitia mimi na haya ninayotazama sasa hivi anaweza kaya na yanauwiana. Kwa hiyo ikawa kinanitia uchungu sana. Tumefanya kazi ngapi mpaka sasa hivi? Sasa hivi nina kazi ambazo anasema ni special kabisa, zipo kazi nane, ipo kama album au zimeachiwa singo singo, zimeachiwa singo singo, na kazi ya mwisho ambayo tumeiachia kiasi kwamba tunaweza tukafika sehemu tukasema tunafanya kazi naitwaje? E, nyimbo inaitwa Baba umwema yes. Tupitishe kidogo kwenye Baba umwema. Baba ha, ni mwema, Yesu ni mwema Baba ni mwema Yesu ni mwema wema wake Mungu maisha ni mwetu ni mkubwa mengi amefanya siwezi eleza kueleza siwezi, wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, wabaya kwa wazuri, kwa wazuri unatenda wema, kwa wabaya unatenda wema, kwa wazuri unatenda wema kwa wabaya unatenda wema. Israeli mbele ya Farao haikuwa rahisi, ulitenda wema, wakavuka salama. Daudi mbele ya Goliati haikuwa rahisi, ulitenda wema Bwana, wakavuka salama. Hiyo nyimbo nimeiachia nimeimba kipande ambacho nimeimba mimi lakini pia sikuimba peke yangu nilimshirikisha mwimbaji mwenzangu. Ah, kumbe hii tu, tu, tu yes. Ni, baada ya kupitia majuto, tukawa, tumeshajipata, ah, ni, kwamba, yani idea sio ni hata nisemaje kwa maana kwamba ilikuwa hivi. Hii idea niliandika mimi binafsi, baada ya kuandika binafsi nikawa nimejaribu hivi kuongea na producer mmoja, niende nikafanya kazi lakini baada ya muda kidogo ikaonekana producer kawa tunasumbuana kidogo. Sasa wakati tunasumbuana hapo nyuma, kama mwezi mmoja nilikuwa nime, nimetoka kuongea na madam Teresia, nikawa nimezungumza naye, nikawa nimeomba naye kufanya naye kazi akawa amekubali, lakini ndani ya huo mwezi mmoja na usema kwamba baada ya kuandika hii idea, baada ya kuipata hii idea, nikawa nimepigiwa simu siku ile nimetoka shamba. Madamu kanipigia simu, uko wapi? Nikasema sasa hivi nimetoka shamba, nipo njiani narudi. Akanambia ninahitaji ufike makambako haraka sana, nahitaji twende studio tukafanye kazi. Nikaanza kufikiria kichwani, idea sina, na idea ambayo mimi nilikuwa nimeiandaa hii idea, nilipanga niimbe peke yangu. Je, nafanyaje? Ah, Mungu atajua jinsi atakavyoweza kunitumia kwa namna ya kipekee. Nilikuja nikakutana naye maeneo ya posta, tukaondoka moja kwa moja tukaenda Stabit Record. Tukaenda tukafanya nyimbo hii, ikatoka ipo vizuri kabisa. kwamba ah, nataka tuambie kwamba ukiachana, ah, ukiachana na mziki sisi tunafanya meshi gani zingine? ukiachana na mziki kazi yangu kubwa ni kilimo. Yeah. Right. Uh, tunataka tufahamu japo kwa ufupi, pengine watazamaji wengine waweze kujifunza uh, changamoto ambazo umepitia mpaka sasa ambapo umefika, japo hatuwezi tukagusa tukasema hatuwezi kuzizungumzia kiundani zaidi, kwa, kwa vile ambavyo wewe umepita mpaka sasa tumefika, wengine tunawafundisha nini au tunaweza kuambia nini vijana wenzetu wengine ambao wanapambana? Yani kikubwa zaidi ambacho naweza ku, kuwasisitiza, yani vijana wenzangu kwamba haya maisha, changamoto ambazo unakuwa unapitia wewe kwamba usitazame kwamba unazipitia peke yako kwa, hapana, kwamba wapo we, watu watu wengine waliopitia changamoto zaidi ya hizo ambazo umezipitia wewe, kwamba yani wewe jitie moyo tu kwamba ipo siku na mimi nitakuja kufika mahali ambapo wale wengine wamefika, naweza nikapiga hatua kwa sehemu nikafika mbali yeah. Yeah, sisi tunaimba nyimbo za injili, ni injili ipi? Kuna injili ya kutumikia Mungu alafu kuna injili ya biashara. Sisi tunafanya muziki wa injili wenye injili ipi? Mimi namtumikia Mungu yeah. Yes afanya inji yakumtumikia, yeah. Lakini pia siwezi kusema kwamba nafanya injili ya kumtumikia Mungu au nafanya una una na unamtumikia Mungu lakini ndani yake kuwa mshwaiku kuwa ni maisha naauoneaaaioiashaaamaisha mziki umetufaidisha kiasi gani au unatupa hasara kiasi gani? Changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo kwamba unaweza ukairekodi nyimbo, umerekodi nyimbo kwa elfu sabini halafu mwisho wa siku inakuja kutia hasara, inaishia tu mtaani, yani haisikilizwi na watu ikafika mbali. Changamoto kubwa sana, kwamba yani sapoti ya mziki wetu unashindwa kufika mbali, ndio kama hivi, ndio kama hizo hapo yani tunakumbana na changamoto kubwa sana kwamba mziki wetu yani, tukishakuwa tumeimba pale basi unakuwa umepotelea hapo hapo kwamba hazipushiwi kwenda mtandaoni au namna gani hivyo tu. Jina langu mi naitwa Simike Nyegea, that is how I do. Hii ni Trust Media ikiutangazia moja kwa moja kutoka Nyanda za Juu Kusini behind ms kama nilivyokwambia, jina langu behind the camera June Visual, pamoja na mtundu wa maiki ambaye yuko nyuma ya kamera kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Lakini niseme endelea kutazama pamoja na kuisikiliza Trust Media, ambayo tupo leo kwenye exclusive interview na ndugu yetu mwimbaji wa nyimbo za injili Malekela. Tunataka tufahamu kwako, Malekela, bwana upo chini ya mchungaji? Na mimi eh, kwanza ninaabudu kanisa la KKT yes niko chini ya mchungaji e, Luyangi. Shirika wapi? Luyangi. Yeah. Shirika wa kwa Kangaga. Kangaga. Yeah. Umesafiri kutoka Kangaga mpaka mjini unjue? Hapana, sijasafiri leo hii. Nilikuwa nimetoka safari, niko Morogoro, nimeingia leo hii saa kumi na moja baada ya kuingia saa kumi na moja ndo nikawa nimejaribu kuja kufanya mawasiliano na nyinyi niweze kufanya interview hapa. Ah, okay. Mi nikajua umesafiri sana leo, pole ah, na safari. Kumbe umesafiri kutokea mbali mjomba, asante sana, namshukuru Mungu umefika salama. Karibu sana kwenye studio zetu. Asante sana, tumekaribia tumekaribia, tuzungumze ah, ah, na wale ambao wanatutazama sasa hivi, lengo hasa la mziki wetu wa injili ni lipi? Lengo la mziki wa injili kwamba tunaimba, tunahitaji tufike mbali, sio kwamba tunakuwa tunaimba yani tunahitaji tuonekane tu hapa hapa, kwamba mtu fulani anaimba, gharama zinapotea namna gani hivo Inatakiwa mtu support watu mnao tukwenda kututazama, muwe masapota wetu, tufike mbali na sisi na kesho tuweze kutafuta nyimbo nyingine pia tuzirekodi. Nikurudishe nyuma kidogo, sisi elimu yetu imeishia wapi au tulianza kusoma wapi, uh, mwisho wa siku tukakomea wapi na labda tulikutana changamoto au ndio vile tu Mungu alipanga tuishie sehemu fulani? Uh, kwanza namshukuru Mungu sana, mimi nimeanza kusoma shule ya majengo majengo, hapa hapa Makambako. Eh, pale Majengo ukifika kwenye ile hospitali ya Nazareti, sizobadisha jina inaitwaje? Ile kwa chini vishule ya msingi yeah, ndo niliposoma mimi, lakini baada ya muda kidogo, elfu mbili na kumi na mbili nikawa nimeondoka nimeenda kusoma huko huko chini Mbarali. Yes, ni yeah, au <laughs> nilikuwa bado nipo primary darasa la tano sasa sisi kuimba pengine umesema uh, tumeenda kuanzia jijini Dar es Salaam, baada ya kutoka huko mkoani jijini Dar es Salaam, tulianza kuimba tukiwa tuko sekondari au tulikuwa tumeshamaliza primary. Yaani, hivyo yanataka tujue, pengine kwa Dar es Salaam tulianza kuimba tukiwa tupo sekondari au vipi? Uh, kwanza niseme jinsi ilivyokuwa. Baada ya kuonekana ada zimefeli shuleni na namna gani, nilikuwa nipo sekondari mwaka wa kwanza nikiwa form one nikawa nimeondoka nimeenda Dar es Salaam, nika nimepata kazi nikawa nafanya kule lakini ee, ndio maana idea yangu ikawa imeenda kuanzia huko. Ya, hapa nimekuelewa. Yani nataka tujue hapa pengine maanake uh, safari ya mziki ilianza baada ya kuachana masomo ya sekondari. Uh, siwezi kusema hivyo, kwa sababu kitu ambacho kilipelekea mimi kuwa mwimba, yani kuwa mwimbaji, kwa sababu mazingira ambayo nilikuwa naishi kule Dar es Salaam nilikuwa na banwa sana halafu ukizingatia mahali ambapo nilikuwa na kami kwa bosi wangu, yani kwa mfano kama uzio uzio, yani kutoka usawa huu wa, wa nyumba hii hapa, mahali ambapo tupo sawa eh, ukitoka, labda utembea hatua ishirini mbele kuna kunakuwa kuna sehemu nyingi ambayo inakuwa imetenganisha kati ya kanisa na nyumba ya bosi wangu. Kwa hiyo, vilikuwa vikipigwa vinanda huko na kuwa napendeziwa sana kwenda kanisani, lakini nikawa nabaniwa na kuna fursa ile ya kutoka kwenda kufanya maombi wala kwenda kwenda kufanya ibada. Hivyo yaani, mazoezi nikawa nakosa kabisa, lakini Mungu namshukuru sana kwa kuweza kunipatia kipawa. Nikawa naandika nyimbo na sauti, naandika nyimbo na sauti. Usiku nilipokuja kutoka Dar es Salaam nikarudi huku sasa. Ndipo mambo yangu yakawa yamefunguka. Yeah. Sawa. So. Bwana sisi bwana sisi tuna kwenye stu, studio zetu kutana na, ni kawaida sana yes. U, unatumia sana simu eh? Simu natumia ndio. Uh, mara mwisho kutuma message ilikuwa lini? kwa nani? kwa mtu yote yule, leo hii. Sasa ukiingia kwenye eneo la message, kuna sehemu imeandikwa SMS. Nataka uniambie maana SMS. <laughs> sijajua maana yake nini. Uh, right uh, mfano uh, tumeenda kanisani kwenye ushirika wa mchungaji wetu. Kwanza farao, ukisikia neno farao unasikia kwamba yeah, ah, ni mtu aliyemwasi Mungu sisi tunaendelea. Jibu kweli au si kweli, bwana. Mziki wa injili unatutia hasa. Naweza nikasema ndio au hapana? Ujibuje maswali? Unasema jibu kweli au si kweli. Mziki wa injili unatutia hasa sana. Jibu kweli au si kweli, mziki wa injili unatutia hasa ni kweli. Katika umri wa, ba wa balehe kila mtu ni msanii. mm, ni kweli kwa sababu. Jibu kweli au si kweli katika umri wa barehi kila mtu ni msanii. Kweli. ukiishi sana kwenye mziki ndoto zako zitapotea. Hapana. mziki unaharibiwa na utandawazi, si kweli. mziki wa injili na wenyewe na mziki wa dunia ni sawa tu. Hapana. Jibu kweli au si kweli, si kweli. Tunaendelea. Tutaka tufahamu utandawazi unakusaidia kiasi gani kwenye kazi za muziki wa Injili? Utandawazi kwanza, anajaribu ku... unajaribu kunisaidia kwa sababu nikijaribu kuunganisha matukio ambayo nakuwa nayaona mimi unanisaidia kupata nyimbo fulani, yani idea napata idea, motisha ile ya kusema kwamba okay naweza nikaandika kitu kinachofanana na kile kwamba ah, kinanitia uchungu sana, kwa nini wanafanya hivi? All right, yeah, okay. na mtandao wa kijamii inatusupport vipi sisi upcoming? mtandao mm, ya kijamii inategemeana na sapoti ambayo upo nayo, kwa sababu unaweza ukaposti nyimbo yako mtandaoni alafu ikawa inaonekana tu ina zagaazagaa ieleweki bila kuwepo na sapoti ya watu wale ambao wanaelewa kwamba hii nyimbo tuipushi vipi, hawezi kufika mbali kiukweli. Hivi Biblia ina vitabu vingapi? 66 agano jipya ina vitabu ishirini na ishirini na... nne. Mm. Yes. Agano la Kale na vitabu ishirini na sita tukijumuisha ishirini na nne jumuisha ishirini na sita tukijumuisha unapata sitini na sita <laughs> <laughs> La, e, sisi tunaendelea na exclusive interview na hii ni Trust Media. Leo tuko pamoja hapa na ndugu yetu Malekela kutoka ushirika wa Kangaga ambaye amesafiri kutoka mbali sana na yupo kwenye exclusive interview ndani ya media za Trust. Langu jina Asimike Nyagewa, that is how I do. Yuko mdundwa mic behind the camera, lakini yuko John Visual niendelee kukaribisha sana, uendelee kuwepo hapo kutazama pamoja na kuisikiliza kwa sababu, sisi mpaka pale tutakapokuambia tamati, natakiwa unatakiwa kuamini kwamba sisi ndio tunaondoka. Da, tuko hapa Trust Media ambapo kwanza tukiwa tunazungumza na ndugu yetu mwimbaji wa nyimbo za injili Malekela, unawaambia nini wale wanaokutazama pengine watamani siku moja kuja kuwa kama wewe? Uh, cha kwanza kabisa nawashauri kwamba wapambane mziki ni kujitoa, mziki ni kumuomba Mungu sana naikima, kwa sababu cha kwanza kabisa wazingatie kuwa na hekima. Cha pili wamuheshimu sana Mungu. Cha tatu wamuombe, sana kwa sababu unapokuwa unafanya vitu vya namna hii, kuna baadhi ya watu wanakuwa wapendi kwa kile kitu unachokuwa unakifanya, wanaweza kaingia kuja kukatisha tamaa. Kwa hiyo usiteteleke katika jambo lolote linakwenda kukuta mbele yako, pambana, kwa sababu ukiwa kwenye vita utakiwa kurudi nyuma, utakiwa uende mbele, sawa hivi uh, mfano uh, umepokea simu uh, ukapokea simu kwamba kuna sehemu daraja limevunjika, lakini ng'ambo ya kwanza ndo anakuja rafiki yetu astatibutat, alafu ng'ambo ya pili yuko madam madam Teresia, wote wanaenda na gari, lakini hawana taarifa kama daraja limevunjika. Kwa simu kuna meseji moja tutakomshtue mtu mmoja, mwambie unakufa kule, daraja hakuna <laughs> Kwanza kabisa nitamtumia madamu wangu Teresia kwa sababu yani ni kama mamangu, namuheshimu, nampenda, ni mtu fulani ambaye nimemhifadhi sana katika moyo wangu. Sisi ni shabiki wa Wabutat sawa, lakini madamu Teresia nakumbuka mahali ambapo amenitoa mpaka sasa hivi hapa aliponifikisha. Najua hata kama sio yeye ni Mungu, lakini yeye ndo alifanya nikapiga hatua, nafahamika sehemu mbalimbali kupitia yeye. Ukisikia niko nyuma yako, changanya na za kwako kwa sababu hata vivuli vyetu vinaweza kukaa nyuma yetu, lakini ukigeuka kikakukimbia yote inawezekana. Mshikaji anatuambia kwamba yeye uh, kama akipokea taarifa kwamba na kwa daraja limevunjika alafu kuna madam, alafu kuna ndugu yetu wanakuja, yeye atamshtua mara kwamba daraja hakuna, ukienda huko unakufa. All right. Bado tunaendelea na mwanetu tukiwa tunakaribia mwisho uh, ndugu yetu Malekela tunakaribia na mwisho nataka zungumza pengine changamoto gani ushawahi kukutana nayo kiasi kwamba ni kubwa ikakufesi wewe kuanza kuimba mziki wa injili uh, kutokana na matukio ambayo mimi nimepitia kipindi nipo mdogo, siwezi kusimulia, kwa sababu nikisema ni simuli naweza nikaandika kitabu. Hivyo ni kwamba namshukuru Mungu yani kwa kufanya nimekuwa mzima mpaka leo, yani namshukuru sana Mungu, namshukuru sana Mungu. Siwezi kuelezea, kwa sababu naweza nikamkosea Mungu pia. Yeah. kuna watu pengine wanahitaji mawasiliano, kuwasiliana na ndugu yetu kwa ajili ya mambo mbalimbali za ukafanya huduma kwenye makanisa na kadhalika, wanakupata vipi? Uh, unaweza kanipata kwa namba ya simu labda niwatajie. E, ni sifuri saba sita nne kumi na tano arobaini thelathini na moja sifuri saba sita nne kumi na tano sifuri saba sita nne kumi na tano arobaini 6415 4031, na namba ya mshikaji ambayo amekutajia kwamba unaweza ukampata kama kuna kuna lolote unahitaji, iza mshikaji akafanye huduma. Kwanza tunafanya huduma ni sehemu yote au sisi mpaka tupewe ukumbi? Hapana, mimi mahali popote nafanya, hata kama ukinipeleka kwenye vumbi, lakini usinipeleka a, mimi mahali popote nafanya huduma. Mfano kwa uh, ikiandaliwa pati kwa mfano Hapana ah, hapo tayari umeshazungumza mazingira ya mageni ah, napiga yeah. kazi. Ah, nafanya kazi mahali ambapo pana uwito wa Mungu yeah. Palipokuwa yani, palipokuwa pana uwepo, mahali ambapo pametengenezwa madhabahu kwamba panafaa kumtukuza Mungu, ndipo ambapo nahitaji na kwenda kufanya huduma wakati wote ule. Hivi kipindi cha mikutano kikaribia, mnapiga sana ya mikutano ya nje hapana? <laughs> Sio kwamba tunapiga hela, huwa tunapewa tu, ni kama pesa ya ajili ya kujikimu mahitaji yetu binafsi, ambapo kwa siku zile ambazo tunakuwa tumetoka nyumbani kwetu kwenda kufanya huduma mahali fulani tunakuwa tunashikwa mkono, mkono, kwa maana kwamba biashara hapa yeah. Umekuwa na washikaji, ni kama kushikwa mkono, sio kupiga hela. Kwa maana kwamba biashara hapa, nakuambia injili ni biashara, wewe unaelewa nini? Hapana, siwezi kuelewa, kwa sababu mtu yeyote ambaye anajua kumtumikia Mungu hawezi kusema kuwa ni biashara. Haiwezekani, haiwezekani kabisa. Nasema wachungaji wengi sasa hivi hapa sikifuko na wakaushia tu. Ikifika mwezi wa sita simu zinaanza kwa sababu kipindi cha mkutano kila karibia. Vipi sasa na wao sasa hivi wamekaushia wa kupigisi? Hapana, ni siwezi kusema kwamba wamekausha siyo kwa sababu siyo na namna gani. Ninachotambua mimi. Kipindi cha masika kuna koko na mambo mengi. Mtu anakuwa anaingia labda shambani anafanya vitu. Unajua, mara nyingi sana hata kama matajiri wanaishi mjini lakini wanalima. Umona, kao wanakuwa wametingwa sana mashambani uko wanafanya kazi Yes. Basi, wage mashabiki na uambie pengine nyimbo zako zinapatikana wapi, na wakusapoti kwa namna gani? Uh, nyimbo zangu mimi zinapatikana YouTube kwa jina la Given Malekela zinapatikana, usikose kusubscribe na comment ni kitu muhimu sana, nitakushukuru pia. Langu jina mimi ni Yasmin Kenyagewa, behind the MS, nilikuwa na Joe pamoja na mdundu wa Mike behind the camera. Hii ni Trust Media, subscribe sasa, kusubscribe kushare, kucomment pale mjini YouTube. Tunapatikana kwa mitandao yote ya kijamii Facebook, Instagram na Twitter, ambayo kwa sasa ni X. Kwaheri.